Tunaelekea mwisho wa mwaka na kuna vitu vichache tu ambavyo ningependa tuweze kukumbushana. Mwisho wa mwaka huwa kuna matukio mengi sana sana sana, ajali za pale na pale kafara nyingi. Sasa hatukatai a, mtu anapokufa hatuwezi kupinga, lakini tunachokikataa ni mtu kufa kabla ya wakati wake. Hatuwezi kufa kwa sadaka ya kafara ya watu. Hivyo tunavyoelekea mwisho wa mwaka huu tunapoelekea kwa wengine, wanaelekea likizo, wanaenda kuwaona ndugu jamaa na marafiki, tunapoelekea msimu wa sikukuu na Krismasi na mwaka mpya na vitu vingine mbalimbali, niombe sana tuweze kumtafuta Mungu ili aweze kutupa ulinzi tunaposafiri, tuweze kusafiri salama tuweze kuepukana na ajali zisizokuwa za lazima, tuweze kuepukana na mauti zisizokuwa za lazima, na hakuna ambaye anaweza kutusaidia. Mizimu ya mababu haiwezi kutusaidia, waganga, hirizi wala dawa zana za namna zozote ile haziwezi kutusaidia. Mungu peke yake kupitia Yesu Kristo ndiye anaweza kutuepusha na ajali, anaweza kutuepusha na mauti zinazotokana na kafara, na anaweza kutulinda dhidi ya mambo yote mabaya yanayotuinda. Hivyo tunapoelekea mwisho wa mwaka huu tujikite sana kutafuta uso wa Mungu ili tuweze kuwa salama. Mungu ni mwaminifu, Mungu atatulinda, atatuepusha na mauti, atatuepusha na hatari zile zisizokuwa za kawaida, magonjwa yanayoua watu yasiyo kawaida, Mungu atatuepusha nayo. Kikubwa, tujikabidhi mikononi mwake. Kwa kufanya hivyo tutakuwa salama. Hatutakufa kabla wakati, hatutakufa kwa sababu ya kafara za watu, wala hatutakufa kwa sababu ya kuzimishwa uhai na mtu wa aina yoyote. Bwana atakuwa akitulinda akituepusha na hatari na mabaya ya kila namna.